Mungu wetu Jehova Shama, tunakuamini wewe Baba ya kwamba utakuwa pamoja na sisi wakati na saa ye Baba hautatuacha utakuwa upande wetu, Bwana tuna kila sababu ya kutukuza Mwamba vyote, tuna kila sababu ya kukuinua Mungu lihai, kwa kuwa wewe Bwana unafanya unatenda, jina lako takatifu lenye nguvu, naweza sifa na utukufu na heshima ni kwako e Bwana majeshi, nikiamini Bwana uko nasi kuanzia wakati huu na mpaka takapohitimisha kipindiki, kupitia jina la baba la mwana roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupa neema na kibali. Ni wengi ambao kuna wengi ambao walitamani sana, watu sana sana walipanga ratiba zao, walipanga mambo yao, watafanya moja mbili tatu watafanya hili na hili lakini hawajapata hiyo neema kama walioipata wewe. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumtukuza Bwana. Leo ninakukaribisha katika huu msingi ambao wa Kristo. Kama bado hujamjua Kristo una sababu ya kumjua, una sababu ya kumkiri kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, unayo sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisha mkili Kristo na ukajifunza njia zake ambazo anakuelekeza tayari wewe una msingi ulio imara, lakini Wakristo wengi leo hii tumejisahau, tumedili sana na misingi ya kidini kuliko kudili na misingi ya Kristo. Wakristo wengi leo hii utakuta, mimi zebu langu lina msingi mzuri, zebu langu lina msingi mzuri. Ni sahihi, ni sahihi, misingi ni muhimu katika madhehebu, lakini nataka nikwambie msingi ulio imara ni Kristo kama zehebu lako lina misingi imara na linaisimamia vizuri hiyo misingi, na haiko katika Kristo, ujue hiyo misingi ni haina faida kwako, haina faida kwako na wala haina faida kwa mwanadamu, kwa sababu Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupita kwa Yesu. Kwa hiyo msingi ulio mala lazima upite kwanza kwa Yesu. Lazima umjue kwanza Kristo, achana na hali ya, eh, hivi na hivi. Bwana Yesu asiwe sana. Vyote ni muhimu, lakini namba moja zingatia sana msingi unaoitwa Kristo Yesu. Utakusaidia na utakuongoza vyema katika kila eneo ambalo unapita. Bwana Yesu asiwe sana. Tumetembea na ujumbe wetu ambao unasema kimbilia kwa Bwana au kimbilia kwa Mungu hautaibika tuliweza kuona utangulizi na nikasema leo tutaendelea na mambo ya kuzingatia kama umemkimbilia Bwana. Vitu gani unatakiwa kuzingatia endapo umemfanya Mungu kuwa kimbilio lako? Umemfanya Baba kuwa kimbilio, vitu gani ambavyo utazingatia? Jambo la kwanza la kuzingatia endapo umemfanya kuwa kimbilio lako huyu Mungu wa mbinguni, kuwa hodari na kutokuwa na hofu wala wasiwasi au woga kwa kuwa Mungu yu pamoja na wewe. Hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kulijua na unatakiwa kuelewa. Mala tu ambapo unaamua kumkimbilia Bwana. Unaamua kumfanya huyu Mungu kwa kimbilio lako. Woga hautakiwi katika maisha yako. Wasiwasi hautakiwi wasi katika maisha yako, unatakiwa kujivika uhodari, kwa sababu uliyenaye au uliyemkimbilia yeye ndiye hodari wa mahodari. Yeye ndiyo Mungu mkuu wa wakuu, Bwana Yesu asiwe sana. Umemfanya kuwa Mungu awe kimbilio lako, unatakiwa uwe hodari katika kila eneo ambalo unapita. Unatakiwa uwe hodari kila mahali ambapo unaenda unatakiwa kusimama imara kama mtoto wa hodari kama mwana wa hodari ambaye umezungukwa na mwenye nguvu, ambaye uko karibu na mwenye uweza, ambaye upo karibu na mwenye mamlaka. Haleluya, kanisa la Bwana! Hilo ni jambo la kwanza. Yoshua sura ya kwanza mstari wa tano na ule mstari wa tisa, neno la Mungu linasema hivi: hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Ukiluka ukisoma mstari wa tisa inasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ni habari za mtu mmoja anaitwa Yoshua. Tunajua habari za Yoshua, ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye aliachiwa kijiti na Musa, baada ya Musa kutwaliwa, awa, baada ya Musa anatakiwa aondoke, asiendelee na msafara tena, asiendelee kuongoza taifa la Israeli kuelekea nchi ya ahadi. Yoshua aliamua kumkimbilia Bwana kipindi kile wameagizwa wale wapelelezi kumi na wawili kwenda kuipeleleza ile nchi ya Misri, nchi ya Kanaani ambayo wameahidiwa kuikanyaga kui na Mungu aliye wa hai. Wameenda kuipeleleza watu kumi na wawili, lakini watu kumi walirudi na taarifa nzito za kutisha na za kujawa na wasiwasi wasi, wakasema, kule bana, kuna majitu ambayo yanakula watu kuna vipande vya watu ambavyo sisi tulivyojitazama tukajiona kama vipanzi, lakini Yoshua na Kaleb, watu wawili waliporudi wakarudi na habari tofauti, taarifa tofauti, wakaambia kwamba twende tupandie umji. Kwa kweli ni mji mzuri, ni mji mzuri ambao unapendeza, mazingira yake yanavutia twendeni tupandie, bila shaka Mungu wetu atatupigania, bila shaka tutashinda, yaani bila wasiwasi, bila shaka lolote, lazima tutashinda. Endapo huyu Mungu ametuvusha kule, amekuwa pamoja na sisi katika bahari ile akatuvusha, amekuwa pamoja na sisi katika mazingira yale, katika miamba, katika jangwa akatuvusha, huyu Mungu lazima atakuwa pamoja na sisi ni watu pekee ambao wali waliamua kumkimbilia Bwana. Waliamua kusahau mambo yote ya Misri huko, waliamua kusahau mavyakula yote ya Misri kule, waliamua kusahau kila kitu kilichokuwa kule, watu ambao waliamua kumkimbilia Bwana. Sasa Yoshua alipopewa kile kijiti, kwa sababu ameamua kumkimbilia Bwana, akasema uwe na moyo mkuu hapata kuwa na mtu yoyote ambaye atakuwa mbele yako, kwa sababu mimi Bwana niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena siku zote za maisha yake mimi Bwana Mungu wako niko pamoja na wewe, sitakuacha. Na nasema usiogope, una moyo wa hodari na ushujaa. Usiogope wala usiwe na wasiwasi kwa sababu mimi nitakuongoza na nitakuwa pamoja nawe kila mahali unakoenda. Kwa nini Mungu alimwambia Yoshua awe na uhodari na asiwe na wasiwasi wala mashaka? Kwa sababu ukiingiza mashaka, ukiingiza wasiwasi na ukajiona mnyonge wakati uliye naye ana nguvu, tayari unajidhoofisha mwenyewe, tayari unajivuruga mwenyewe, utajikuta unakosa ujasiri wa kufanya vitu ambavyo itakiwa kufanya. Kwa wasi wasi kwa kuwa na wasiwasi ya kwamba sijui atanionaje, kwa kuwa sijui watafanyeye ano. Endapo umemkimbilia Bwana Mungu wako, umemfanya kuwa kimbilio lako, wasiwasi wasi na mashaka hautakiwi kutaja kwako, kusitasita utaki kwa kusita kwa sababu anasema hata katika Ibrania, wale ambao ni wenye mioyo ya kusitasita, moyo wangu hauna furaha nao. Zingatia hilo jambo la muhimu sana, mwana wa Mungu endapo umemfanya kuwa Mungu kwa kimbilio lako, kuwa hodari kila unalifanya, kuwa jivike moyo wa uhodari. Kila unapotembea jivike moyo wa hodari. Kila mahali jivike moyo wa uhodari.